Ndugu yangu ulikuwepo? Ari wetu wa habari, ambapo niko hapa leo kusema ile yenye ilifanyika na Trufena, ambapo tuko na mwenye aliona akikumbatia mti masaa sabini na mbili, ambapo acha tuambie kama aliona ama hakuona. Ndugu yangu habari gani? Mzuri sana, nataka nitume salamu. Ngoja, si salamu, uko hapa utuambie, Trufena alikumbatia mti ama ni stori? Ai ai ai, maisha ishirini na saba Uliona. Ai na macho yangu nilikuwa ule msichana alikuwa ameshika tu mti hivi. Ngoja ngoja ngoja. Wakati alishika mti wao uliona? Nilikuwa alishika mti masaa ishirini na saba alikuwa amevaa nguo gani? Uli, ndugu yangu ulikuwepo? Ulikuwepo? Kukuwa nilikuwa nili, nini? Eh, uliambiwa au uliona? <laughs> <laughs> Ndugu yangu uliambiwa au uliona? Ukweli niliona kwa news ya jirani. Uliona kwa news? Toka hapo. Nikupe story. Tutaenda bana. Huyo huyo, uh, hakuona, ningependa mwenye aliona atatuambia. Kwa mengi zaidi tufatane mwendo wa saa 1 jioni. Aha.